Baba baba, omoe kiongozi bora, akiingia ikulu wa Zanziba itangara. Mwatufanya majununi, majununi, mkatuto akili, kila mwaka tukubari wizi wenu wa dhahiri. Sasa haiwezekani, kwa kura ya siku mbili Baba omoe kiongozi bora akingia ikulu we Zanziba itang'ara. wajina la maulama Mola wetu subuhana mtukufu wetu Bwana aliumba dunia. Asije kunisakama nitakayosimulia, kwanza nitoe salamu Wakubwa yenu shikamo, nikianza baba omo, sambamba wako makamo, pembeni alotulia. Vijana muhaligani, wapiki na kisiwani, wadaya na makongeni, hawayumaidia. Welcome Kutulia lale nitayowambia muweze kuyaelewa, karibu wetu zinduna, o oh, moto kupenda sana, hatuchoki kukuona, raisi mtarajiwa Mama Zainabu jiga kama watamani kombe sema, tutakuletea karibuni. Viongozi pamoja na nyi wazazi, mwenenu mimi kipenzi na mshukuru jalia moyo nchi yangu ya yoyo mahu tu kukijionea na usoma kwa machungu na lili ya nchi yangu ambayo wazazi wangu uhuru wepigania iwe nzuri, sauti nizipange hizi beti mbele ya sije nikapotea. Leo petu visiwani, visiwa vina huzuni, vimejawa na wahunila, na ilo waenea, najua mutabaini, njaitele tumboni tumetiwa umasikini sote, leo tunalia, twalia, twadhalilika na machozi yatutoka. Wenze, wenzetu walotutoka, mabaya walofanyiwa, walifanyiwa unyama kamakima mwaka, mwaka huu tushasema ni mwisho wa kuonewa. Omo wetu twakwambia, Ikulu kingia, wale waliotu wazichukuliwe hatua na mashehe wamelala, kuambia watawala hili sila mjadala, maovu kuyakemea. Mashehe tunawaambia, kaburini twafukiwa, maovu mwanyamazia, kesho mtahukumiwa. Wa Mtambwe tushasema kwa yale yaliyofanywa, Wa Mtambwe twateseka kwa yale yalotufika, aridhi zina tutoka pia hili twakwambia, twawaona hadharani Alilisha dini na nyimna, nyamazia. Leo si siku ya mbwebwe, tunasema wa Mtambwe, tutajifunga vibwebwe, majipuku yapaswa, twawambia waziwazi Hatutaki upuzi mwaka huu watajua, hana kiti cha mwale wala hana cha mvule. Kazi yao makelele vurugu kutuwekea, leo iweje jamani, kutetea tudini Alo ile tamana ni vile inavyotakiwa, Mola ta wahukumu waondoke sisi, mu bila ya kumwaga damu. Kama anakusudia mulolala, amkeni, zenji yetu tabani, tushafanywa masikini sote tunajionea kwa uwezo wa Mwenyezi, kifika uchaguzi yatamtoka machozi na makamasi ya pua, yale yetu mamlaka walonayo, nayo vibaraka yaondoke Tanganyika. Tutakitawaliwa CCM twawambia waziwazi hapa, daya pesa mulotuibia, Novemba mtazitoa. Tumezipata fununu, wanasema CCM Oktoba ikitimu, jimbo hatalichukua Abasi tunakwambia jimbo letu siubia, lugha usipoelewa, vitendo vitaongea. Tunasema kwa mapana, amani kwetu lazima, haki siposimama mgusuputwawambia ni lazima tusimama na maovu tuyaseme wafanyayo wafalume, nchi na didimia, haki siposimama. Wa Mtambwe tushasema hapa, tutamalizana kwa taetangaziwa e watakuma kama no maiwe no maikulu no mai, tunaingia na kura ya siku mbili, tunasema kwenye hili, shingo yake ni halali, atakayetangulia twawambia hawatumewa wazi tuliseme, dhuluma zao zikome, daftari kulitoa. Nchi yetu sio shamba, kila mtu kuja iba, pesa zetu kuzisomba, na ndege kwenda nunua. Zenji hii tufahamu, zishamwagwa nyingi damu kwa watu wa CCM wengi, walioaua jama kweli. Tusemeni tena hasa kwa Huseni Yapangwa yovisiwani vikosi kutuletea. Tunasema kweli, kweli hatutuna muhali, kichwa chake ni halali. Atakaye tuchezea twakupasha bila chenga, kijana wa Mkuranga mwaka huu tadunda, nchi yetu twachukua, mwaka huu tuna Unusuru Zanzibari, wa Mtambwe tu tayari, tushachoka kuibiwa chaguo letu. Niomo kumpa miaka mitano awafunze sisi na viongozwa. Sasa dua tuombeni ya Ilahi ya Manani kiondoke kisirani hikiwa, twakuomba Mola wetu umlinde omo wetu huyu, ni raisi wetu ataka ehudumia, yailakiya karimu wazamishe sisiemu uwaondoshe fahamu waranderande na njia, twakuomba yakari, tulinde wa Zanzibari, utukinge na yashari, uchaguzi kiwadia. Mwisho wa wangu ghani, Khadija wa Kiungoni, mtunzi wetu jamani, pikie ya tokea Kwaherini, kwaherini, naondoka jukwani, nindakaa pale chini, hotuba nindangoja. ACT Wazalendo, shusha tanga, safari asanteni.